Ndugu zangu na wazee wangu tukufu, kwa hakika inapasa kutoa shukurani kwa dhati kwa Mola wetu subhanahu wa taala kutukutanisha tena katika sehemu tukufu kama hii, katika sala tukufu kama hii, salatul juma, kwa ajili ya kutekeleza mojawapo miongoni maibada ambazo kwamba tumefaradhiwa nitapenda biidhnillahi tabaraka wa taala nizungumzie namna gani walipokuwa masahaba na wema walotangulia, jinsi walivyokuwa na hofu ya moto wa Jahannam. Nikizungumzia masala ya moto wa Jahannam bila shaka ua nimekusudia kuwa nazungumza kuhusu adhabu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiandaa siku hiyo kwa wale ambao kwamba watamkhalifu na kwenda kinyume na amri zake, na namwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kabla sijasema jambo lolote, atuhifadhi kutokamana na adhabu kama hii, kwa sababu sisi ni viumbe dhaifu sana, na Allah subhanahu wa ta'ala amechukua adhabu na kuandaa adhabu ngumu ambayo hatuwezi kuistahimili, na hakuna yeyote ambaye kwamba ataweza kupambana na adhabu hii. Na katika adhabu zote ukiangalia, hakuna adhabu ambayo inaumiza kama adhabu ya moto.